Hali ya kisiasa nchini Tanzania imeendelea kuwa tete baada ya kukamatwa kwa John Heche, naibu mwenyekiti wa chama kikuu cha upinzani Chadema. Zilikuwa zimesalia siku chache tu kabla ya kufanyika kwa uchaguzi mkuu uliopangwa tarehe 29 Oktoba mwaka huu. Kwa mujibu wa taarifa zilizothibitishwa na BBC Africa, Heche alikamatwa Jumatano alipokuwa akijaribu kuhudhuria kesi ya uhaini inayomkabili mwenyekiti wa chama hicho Tundu Lissu katika Mahakama Kuu jijini Dar es Salaam. Chama cha Chadema kimedai kuwa serikali inatekeleza mpango wa kukamata viongozi wakuu wa upinzani na kuwazuia hadi baada ya uchaguzi mkuu. Chama cha Chadema kimedai kuwa serikali inatekeleza mpango wa kukamata viongozi wakuu wa upinzani na kuwazuia hadi baada ya uchaguzi wa mwaka huu 2025. Heche amekamatwa mara ya pili ndani ya kipindi cha wiki moja, kisa cha kwanza kilichotokea Jumamosi alipopita alipokuwa akijaribu kuvuka mpaka kuelekea nchini Kenya kwa kudhuria mazishi aliyekuwa waziri mkuu wa Kenya, Raila Odinga na mamlaka ya uhamiaji ya Tanzania ilidai kuwa Heche alijaribu kuvuka mpaka kinyume cha sheria, madai ambayo Chadema imetupilia mbali ikisema yalilenga kumzima kisiasa. Kwa sasa, taarifa kutoka ndani ya chama zinasema Heche anasafirishwa hadi Tarime, umbali wa zaidi ya kilomita 1300 kutoka Dar es Salaam, hatua inayotafsiriwa kama jaribio la kumtenga na shughuli za chama kuelekea uchaguzi mkuu tukio hili limejiri wakati taifa hilo likikabiliwa na mdolongo wa matukio ya ukamataji na kutoweka kwa wakosoaji wa serikali. Wiki chache zilizopita, familia ya aliyekuwa balozi wa Tanzania Humphrey Polepole, ambaye pia alikuwa mkosoaji wa serikali kuu, aliripoti kuwa Polepole alitekwa nyumbani kwake tarehe 6 Oktoba. Kulingana na ndugu yake, mlango wa nyuma ulikuwa umevunjwa na damu nyingi zikiwa zimetapakaa nyumbani kwake. Hadi sasa mamlaka za usalama hazijatoa maelezo ya kina kuhusu kupotea kwake, jambo liloibua taharuki miongoni mwa wananchi na mashirika ya haki za kibinadamu. Rais wa Tanzania Samia Suluhu Hassan anayewania mhula wa pili kupitia chama tawala CCM anaingia katika uchaguzi huu akiwa chini ya lawama kutoka kwa makundi ya kimataifa na ya ndani kwa madai ya kukandamiza upinzani. Hii ni mara yake ya kwanza kushiriki uchaguzi kama mgombea urais tangu alipochukua madaraka mwaka 2021. Kufuatia kifo cha Rais John Pombe Magufuli. Awali alisifiwa kwa kuruhusu uhuru zaidi wa kisiasa, lakini hali hiyo imebadilika huku serikali yake ikilaumiwa kwa kurudisha sera za udhibiti wa kisiasa na uhuru wa vyombo vya habari. Kwa mujibu wa taarifa za hivi karibuni, chama cha Chadema kimezuia kushiriki rasmi kwenye uchaguzi mkuu huku kiongozi wake Tundu Lissu akiwa mahabusu tangu Aprili mwaka huu kwa mashtaka ya uchochezi na uhaini. Kadhalika, mgombea urais wa chama cha pili kwa ukubwa cha ACT Wazalendo Luhaga Mpina naye ameondolewa kwenye kinyang'anyiro, hali inayoacha wagombea wa vyama vidogo pekee kumpinga Rais Samia. Mashirika ya haki za binadamu kama Amnesty International na Human Rights Watch yameitisha uchunguzi huru kuhusu matokeo haya, yakionya kuwa Tanzania inarudi kwenye kipindi cha uoga na ukandamizaji wa kisiasa. Yakionya kuwa Tanzania inarudi kwenye kipindi cha uoga na ukandamizaji wa kisiasa ulioshuhudiwa miaka iliyopita. Wananchi wengi nchini humo wameanza kuhoji uhalali wa uchaguzi huo, wakidai kuwa uhuru wa kisiasa na haki za binadamu zimepotea. Tukio la kukamatwa kwa John Heche linachukuliwa kama alama ya harakati kwa demokrasia ya Tanzania, hasa wakati ambapo taifa hilo linapaswa kuwa mfano wa uhuru wa kisiasa katika Afrika Mashariki. Kadri siku za uchaguzi zinavyokaribia, dunia inatazama kwa makini ikiwa serikali ya Rais Samia Suluhu itaruhusu mchakato wa haki au kama uchaguzi huu utabaki kuwa kivuli cha demokrasia.